This end time, we have to go back where the presence of God is. Kanisa la nyakati za mwisho halina uwepo wa Mungu. Kwa nini nimesema namba moja, we don't have discipline. Discipline is direct proportional to the presence of God. Mungu hatushi uwepo wake kwa watu wasio na nidhamu. Kitu kingine kinachozuia uwepo wa Mungu nyakati za mwisho ni nini? This, this is very important. Warm life. Maisha vuguvugu. Wanaotuimbisha ni vuguvugu. They are not in the spirit. Tunakuta na wachungaji nao ni vuguvugu vugu. Dhambi za siri ziko kila mahali, anayeimbisha na dhambi za siri zinazomhukumu, zinazomhukumu anayehubiri na dhambi za siri zinazomhukumu, washirika nao wamejaa dhambi za siri zinazowahukumu. Dhambi ya za siri, zinazo za siri, zinazo siri sio dhambi ya kuitubia, dhambi ya siri ni dhambi ya kuifunua. Yani kama unapoona kuna dhambi ya siri nakutesa, don't repent about it. Kwani nikuuliza swali, umekuwa unatubu mara ngapi na inajirudia, sinajirudia na kujirudia. Kwa nini najirudia? Kwa sababu it is a secret cure for the secret sin is to reveal it. Mungu anatamani sana ashushe uwepo wake ndani ya kanisa, but there is a warm life. Wengine wamesha kuwa utambi ufukao moshi una moto tena, wengine wamesha kuwa mwanzi uliopondeka. Matumaini ya kukukata hana, matumaini ya kukuzima hana, lakini you don't have any impact na kazi ya shetani ni kufanya utambi ufukao moshi usio na moto. Kazi ya shetani ni kukufanya mwanzi uliopondeka ambao hauna msaada, ni mpaka urekebishwe tena. Moyo kuingia kanisani unasisimka, kwanzia ibada inaanza mpaka inaisha, yaani uwepo wa Mungu ni mkubwa katika kiwango ambacho huwezi kuwaza dhambi kanisani. Leo hii utasikia kuna watu wanasema, yaani dhambi ya zinaa ilikuwa inanitesa mpaka nikiangalia watu. In the midst of the of service unawavua watu nguo. No presence of God Nimesema moja kati ya sifa ya uwepo wa Mungu unameza wote, yaani ukijichanganya ukaingia mahali penye uwepo wa Mungu umemezwa. Nimekwambia pia ni kwa sababu watu wengi hawana intention ya kwenda kumwabudu Mungu, many of people. Sasa hivi wakienda makanisani, it's their problem, bring them to church, ni matatizo yanawapeleka kanisani, it but it was not like that from the beginning.